Una matatizo gani lakini eh? Pana tunafuatiliana sana yani, mpaka usiku bado tunafuatana fuatana, fuatana, yani tunagandana gandana, shida nini lakini yani, mpaka usiku limenitambua sijui. Lichawili litazame kwanza macho yake, ona mazingira yenyewe haya, unataka kunibaka au? ah! Ama kweli yani, milemba ameenda watu wenye akili simamu. ila machizi ndo haya hapa, tupo tunahangaika nayo mtaani. Afu sikiliza tena, nikwambie kitu kingine, mimi huku nikuja kwa ajili ya tiba zangu, mimi sikuja kwa ajili ya kuhangaika na wewe, mwenye milasta utazani mchabangi uliosaulika sokoni, litazame kwanza sura yako. Kiberiti, nakuomba sana, nakuomba yani mwenza kwani, yani sikai nikatulia, umenichanganya sana Kiberiti, yani mwenza kwani nimepagawa. Sawa, yani nakuomba, angalau hata Mchana, nikikubusu tu, unaondoka, niyabu, natukua, tayari, kitu. Kila najua, najua ni kweli. Na nikwambia kwamba kwa nitaondoka na sito kusumbua, lakini mimi mwezako stori kinachonitesa mimi stori, kila nikitaka kulala Kiberiti, nikiangalia hivi juu na kuona wewe, nikigeuka kwenye yengo na kuona wewe Kiberiti, na kuomba basi angalau haya mateso kwangu eh, yapungue. Sasa wewe nimekupa tu, mara moja tu. Tunasumbuana kama hivyo. Je, nikikupa mara ya pili sio tukao unakuja kulala milangoni kwetu wewe? Kwani wanawake huko wakoje? Hmm? Mpaka unanigandaganda sana kitoto cha watu. Shida nini baba? Eh? Kwani mimi ndio kwanza kutoa big pa Eh? eh? Kwani unanifuatilia fuatilia sana. Shida nini baba? Sasa, so sikiliza nikwambie kitu kingine. Sio unasema ukigeuka huku naniona, ukigeuka huku naniona. Sasa kwa taarifa yako, nenda kalale na Kiberiti unaimwota kwenye ndoto, ndo kalale naye huyo. Ila Kiberiti mimi umenikosa. Kiberiti, kwa nini umechelewa? na unajua kwamba tiba hii inatakiwa ifanyike kwa muda mwafaka. kwa nini umechelewa? Samani bibi, kuna vitu tu nilikuwa nawekaweka sawa kule nyumbani, ndio maana nimechelewa kuja. Arafu, mchana ulikuwa unapigishana na nani kelele? mimi nimelala, nasikia makelele chungu nzima hapo nyumbani. ulikuwa unapigishana na nani? Hapana bibi, mi sijagombana na mtu yoyote, uenda labda ulisikia tu kelele za majirani huko nje, labda walikuwa wanafokeana. Sio unataka kuniambia mimi kiziwi, mimi sielewi kitu chochote unachokifanya? Hivi wewe huogopi kwa mambo naye kufanyia wewe, huogope hata kidogo, we Kibiriti? We unataka niongee nini mpaka nielewe? na huyo uliokutana naye njiani nimemuona, na wala usiniongopee, na ndio uliokuwa unagombana naye mchana. Hivo anataka kunigeuza mimi sina akili. Mimi na akili timamu. Sasa ninaomba uwe makini, fuata kilichokuleta sawa. Bibi nimekuelewa. Mimi naingia umu ndani, nisubiri hapo hapo na kuja sasa hivi. Sawa bibi. Hivi Michita, nimekutwa na nini? Mbona mtoto ananchanganya sana na anashindwa hata jinsi ya kumsahau? Kiukweli mtoto kanivuruga sana, amenipa vitu ambavyo mke wangu mwenyee aje kunipa. Hapo tulikutana polini tu kwenye miogo hivi, tungekutana kitandani ingekuwaje? Lazima nifanye juu chini mpaka huyu mtoto nimpate tena na kwa jinsi mke wangu anavyonipigia makelele ndo anazidi kunchanganya kabisa. Siku sijui nitaenda kulalaje? Maana kila anapomwona mke wangu namuona kama kinyago. Sio siri, mtoto amechanganya sana yule. Kwa nini nimechelewa kukujua Kiberiti? Kiberiti, lazima nikuoe na lazima nifanye jambo kwa mke wangu. La si hivyo Kiberiti akijua kama nimeoa lazima ntamkosa. Itabidi nifanye jambo kwa mke wangu ili niweze kumuoa Kiberiti tena kabla hajajua kama mi nimewahi kuoa. Shemeji, shida nini asubuhi makelele? Shemeji, rafiki yako anazingua sana. Anaongeongea sana, ana maneno mengi, anaongea sana, anasumbua sana. Mara hiki, mara anaongea hili, mara anaongea hili, yani vitu ambavyo vieleweki. Sasa, na mimi siwezi kuendelea kuishi na mtu ambaye ananipiga makelele. Ni waze hiki, ni waze hiki, tena, ni waze makelele yake, Shemeji. Jambo ambalo liwezekani. Jambo ambalo liwezekani. liwezekani kabisa nimechoka, Shemeji. Kwa hiyo mimi naona ni afadhali tu, aende akapumzike kwao. Mimi siwezi tena kuendelea kuishi naye kwa staili kama hii. Lakini shemeji, ni jambo tu la kuelewana, kukaa chini na kueleweshana. Na kuelewana, sio hivyo mnavyopigizana kelele, mnawafandisha majirani. Shemeji, nimevumilia sana. Nimevumilia sana, nimejifanya kiziwi kwa maneno yake, Shemeji kicho kina mambo mengi shemeji, kama unavyojua sisi wanaume tunahangaika maisha magumu. Mtu unaamka una unaana stress, unaamka na stress, ukapata wapi riziki? Afu tena bado mtu mtu anakuja kukuletea sawa makelele ya ajabu ajabu, jambo ambalo labda amehisi au amesikia au ni vipi, analichukua ni kama jambo ambalo ameliona. Shemeji, mimi siwezi kuendelea kuishi naye. Kwa hiyo kuondoka ndio unaona kama ni suluhisho kwako shemeji? Hiyo haijalishi, lakini mimi nimefanya maamuzi yangu tena nakuomba, nakuomba, nakuomba sana shemeji, nakuomba sana shemeji, ongea naye. Naondoka, nikirudi nakuomba umwambie nisimkute shemeji. Ilo sio suruhisho. Zu mdogo wangu, em, niambie. Maana nimekuacha upumzike kwanza, sahizi sasa tumepata muda tuongee. Imekuaje huko na shemeji? Mbona umekuja aiai na mabegi unalia? Dada mimi nimegombana na mume wangu afu sitoshe, Chita sasa hivi amebadilika sana, kuna mwanamke anatembea naye, natoka mimi nigundue, nimekuwa ni kila siku tunagombana ndani. Ah, ila wanaume wa siku hizi jamani. Yaani shemeji ndo amekuwa hivyo kweli? Na huyo mdada ni nani ambaye uliogundua anatembea naye? Mdada mmoja hivi anaitwa Kiberiti, ni mjukuu bikwega. Kiberiti? Mbona simkumbuki huyo, yule bibi naye anawajukuu wengi. Ujue Kiberiti dada alikuwa rafiki yangu utotoni, alienda mjini, sasa hivi ndo amerudi. Aya ah, sasa makubwa tena ma mapya ya nchi. Basi, mdogo wangu hamna wa shida. Mazalu umerudi, hapa ni nyumbani kwetu. Kwa baba na kwa mama. Mimi dada yako nipo hapa. Tutahangaika, tutakachopata tutakula. Mapenzi yalazimishwe. Siku hizi watu wanauana. Mimi nakuomba ukae tu mdogo wangu, uwe mtulivu. Kama atagoma, utapata mwanaume mwingine. Wanaume wako wengi sana. Mi mwenyewe tu dada yako sijataka kuolewa. Nikitaka kuolewa, hata kesho wanagongana hapa. Kwao, utapata tu mwanaume mwingine, utaolewa. Wewe mbona bado mdogo mzuri? Eh. Mimi ndo maana sitaki purukushani za kuolewa kabisa. Wanaume wanaumiza kichwa. Utazeweka mdogo wangu siku zako. Haja kupiga huko? Hapana, hajawahi kunipiga, ni kelele tu za mne ndani zimenichosha. Hey, yani angekupiga hey, ningenyanyuka hapa sasa hivi. Bahati yake Bibi, na hizi kuni zinatosha, twende nyumbani. saa -sa, mjukuu wangu, kabla tujenda nyumbani, kuna kitu nataka nikwambie. kitu gani hicho bibi? Bibi yangu, unajua mimi umri wangu umeenda sana, kuna vitu natakiwa unisaidie bibi. kwa nini unazungumza hivyo? unamaanisha nini? mjukuu wangu, nataka nikurithishe mikoba eh? Bibi unataka unilisishe mikoba mimi? Ndio, nataka nikurisishe uchawi. Hey! Bibi yani, bibi unajua hapa naongea nawe lakini siamini. Nakwambia bibi, aki ya Mungu bibi, siku ambayo umenifurahisha siku ya leo. Bibi umenifurahisha sana yani, bibi, kati ya siku zote Leo bibi menifurahisha. Bibi ulikuwa na feli wapi? Ulikuwa na chelewa wapi? Mimi ungenimisisha tangu muda kwa sababu bibi uko niko toka wameninyanyasa, wameniendesha, wameniburuta buruta. Bibi sasa hivi nikirudi kule sio Kiberiti alomzoea. Nikirudi sasa hivi bibi nafanya kazi ya kuendesha kama hivi. Kama hivi, yani kazi ni kwangu amna mtu yote yule akunikamata. Mimi ndo Kiberiti bibi, yani kwa hilo bibi menifurahisha sana sana. Yani napita kama kimbunga. Ngoja tumalize tiba. Tukishamaliza tiba tu na kulisisha hiyo mikoba ah, bibi, yaani mi natamani hata ingekuwa tu leo. Usiwe na haraka sana mjuku wangu, hebu twende nyumbani basa. Ha, bibi nimekuelewa Kiberiti. Kiberiti watakani? mbona wewe ni mzuri sana, ukitulia utaolewa. Uo uhuni unaoleta siyo poa, hata mashoga zako sasa unawaboa. Kiberiti, mbona hutulii? Kiberiti, kila siku wewe tu, kila siku kubadiri mabwana, kazi yako kubwa ni umalaya tu Mwenye buku mwenye jero, we ni sawa tu, kazi yako kubwa wewe ni kugawa tu. Kiberiti umebadilika, Kiberiti umeshindikana, Kiberiti umeharibika, Kiberiti umeshindikana.